Nataka leo uangalie ukubwa wa Allah kupitia katika majani ya mpera. Hii ni mada adhimu sana isikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alafu endo kaone maajabu yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Majani ya mpera ndio janga katika imani, yana vitamini C. Na vitamini, vitamini majani ya mpera yana vitamini C kwa wingi kuliko tunda kuliko tunda lenyewe. Majani mpera, ya mpera yana vitamini C kwa wingi kuliko hata tunda lenyewe. Naona bwana, na kuliko matunda yote majani mpera, ya mpera yana vitamini C kuliko matunda mengine yote na yana vitamini C kuliko matunda yote mengine unayofahamu wewe, majani ya, ya mpera. Sasa leo nataka nikueleze sifa na kazi inayofanya majani haya ya mpera. Kazi ya kwanza, majani ya mpera yanatibu maumivu ya jino, yanatibu maumivu ya mwili. Majani ya mpera haya ukiyachemsha maji yake unaweka katika sehemu ambayo jino linalouma. Kwanza, kama kuna kwa kidonda kinakauka, alafu na maumivu yanakuwa yanaondoka. Lakini majani ya mpera, jambo la pili, ukiyachemsha alafu ukanywa le juisi yake, yanaondoa mafuta mwilini na kuondoa maumivu ya tumbo, kama vile kuharisha tumbo kukata na kadhalika, kutumia majani ya mpera kwa mtu mwenye maumivu ya meno, kwa mtu mwenye maumivu ya tumbo kalala, kuharisha ama tumbo la kawaida, lakini vile vile yanapunguza mafuta katika mwili wako. Majani haya ya mpera, wallahi ni maajabu makubwa sana. Ukiaona unaweza ukiadharau, lakini ni tiba moja nzuri sana majani haya Leo nakupa faida hii ndugu yangu katika imani, ichukue, nenda kaifanyie kazi biidhnillahi taala, utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Lakini vilevile majani ya mpera yanasaidia na, ya kuondosha vidonda vya tumbo tumbo. Kwa mtu ambaye anasumbuka ana maradhi ya vidonda vya tumbo, basi atumie sana majani haya ya mpera. Hii ni faida ya tatu inayopatikana katika kutumia majani ya mpera. Nitakuelekeza mwanzo mwishoni kwamba unatumiaje matumizi yake yanakuaje, sikiliza mpaka mwisho inshallah. Lakini faida ya nne, majani ya mpira yanawasaidia watu wenye sukari. Majani ya mpira yanawasaidia watu wenye sukari katika mwili haya mpira. Lakini vile vile majani ya mpira yanawasaidia watu wenye allergy. Mtu mwenye allergy inshallah atumie sana majani haya ya mpira kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mazingira yake na hali hiyo itakuwa inaondoka biidhnillah ta'ala na nitakuelekeza mwishoni, namna gani utakwenda kutumia. Hii ni faida ya tano. Kabla sijaeleza faida ya sita na saba, niwakumbushe ndugu zangu katika imani, kwa wale ndugu zetu ambao wanakusudia kutoa sadaka zao za wanyama na pengine wako katika maeneo ambayo hakuna wahitaji, basi sisi huku wahitaji wapo eh, anaweza akaleta kwa ajili ya mayatima kwa ajili ya wajane. Na wa Ta'ala atakulipa katika hilo, na kama akitokea mtu huyo kutoa pengine eneo aliyopo hakuna wahitaji, basi anicheki kwa namba nambahii a katoa sadaka yako akichino na nanda kwa miongoni watu ambao walochinja ajili ya Allah wa kwa hiyo atoa wito Akatokea mtu kama huyo, basi namba ni hiyo. Tumeishia katika faida ya tano ya mti wa mpera e, na tumeishia katika mambo ya allergy, imeeleza baadhi ya sifa. Lakini faida ya sita ya mabanjani ya, ya mpera ya yanatibu anatibu masuala ya fungus na kusafisha kibofu, yanatibu fungus na kusafisha kibofu cha mkojo na kutibu maumivu ya viuno, maana majani ya mpera haya yanatibu mtu fangasi, yanatibu yanatibu yanatibu nini? Yanatibu fangasi, yanatibu kibofu cha mkojo, pamoja na kutibu maradhi ya mwili. Majani haya mpera bila katika imani, angalia hizi sifa ambazo tumezieleza hapa, angalia mama ambayo kwamba majani haya mpera anaifanya, angalia majambo haya ambayo kwamba, kazi ambazo majani ya mpera anafanya, cha msingi ni katika imani, usidharau, yachukue haya na nenda kayafanyie kazi bi idhnillahi taala utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Lakini jambo lingine, majani haya ya mpera yanatibu tatizo la kukosa choo, kukosa choo, tumbo kujia gesi. Bi maana unakosa choo ama tumbo na jia gesi, inshallah basi tumia majani haya ya mpera. Sasa je, unatumiaje? Hapo ndo nisikize kwa makini sana, nikuelekeze matumizi yake, namna gani utakwenda kutumia na ili ukatumie vizuri, sasa nisikilize kwa makini ili upate majawabu kwamba namna gani utakwenda kutumia utumie kisawa sawa, na ni vyema ukaelewa uka, uka, uka, uka, uka vizuri matumizi yake. Ndio kana kutumia sawasawa, unachemsha haya majani kama juisi, kama vile chai, kama vile chai. Kwa mtu wa jino, akishachemsha haya majani anaweza akaweka katika sehemu yake ya jino lakini matatizo mengine yote mengine mabaki haya utakuwa unakunywa tu kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja jioni, yani kama vile juisi unakunywa. Tumia kwa matumizi haya walilain hamu, utakwenda kuona faida yake na utakwenda kuona jinsi gani majani haya yanayofanya kazi wewe. Angalia majani haya yana vitamini C kuliko matunda yake, majani haya yana vitamini C kuliko matunda yote, yote mengine ambayo wewe unafahamu majani haya ya mpera, na yote haya ni uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, wa Ta'ala. Na ndio bwana akasema, angalia uwezo wa Allah, angalia ukubwa wa Allah kupitia majani haya ya mpera. Kwa ndugu yangu katika imani, usidharau darasa hili, lichukue darasa hili na nenda kalifanye kazi, ili uweze kuona muujiza na maajabu ya mti huu wa mpera, na inshaallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie khairi kwa kila ule ambaye atachukua na, na akaenda kutumia, basi Mwenyezi Mungu aweze kumponyesha maradhi yake na iwe sababu ya yeye kujua ukubwa wa Allah na kutambua ukubwa wa Allah. Kama kuna mtu atakua na maswali ya kuuliza, basi anaweza akaacha komenti yake hapo chini inshallah, ama la, basi akanipigia kwa namba yangu hii ya 0788 951551 ama akapiga katika namba ya Vodacom 0793 sufuri hamsini na mbili, sufuri hamsini na mbili, na na tapokelewa na tamsikiliza inshaallah. Baada ya kusema hayo kwa leo, tuishi hapa, tukutane katika darasa lijalo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh